alipita Wino pia kuwasalimia masista ambao ni Waagustino wa misionari e, wapo wanafanya utume pale, na yeye kama mkubwa wetu basi jumuiya hizi zote anapaswa kuzuru na kuziona. Basi sisi tuliposikia amechaguliwa basi tulifurahi na tukaanza kutafukulizana kutafuta kumbukumbu zake mahali fulani, lakini basi Wino, bahati nzuri walikuwa na kumbukumbu ambayo alipita, e, na baadhi ya picha hizo zimetembea mitandaoni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 duniani.